Jambo jambo Mheshimiwa. We, jambo jambo ndugu mtangazaji. Unaweza kujitambulisha kwa majina? Ndio, kwa majina mimi naitwa Remy Mbutu Bisengeta. Labda raia ya Fizi na Baraka kwa ujumla. Ilitaka kufahamu nini lengo haswa la ujio wako hapa mjini Baraka? Baraka ndo mji wangu. Mimi mimi niko mzaliwa wapa, niko mtoto wapa. Na kwa maana napenda mji wangu kila wakati nikipata Yani Mheshimiwa, tutataka kufahamu je, ujo wako kuja hapa mjini Baraka unaweza kufatana na, na malengo ya kisiasa kwa sababu tumejua mwaka 2023 ulikuwa kandidati na matokeo yako yalikuwa mazuri. Je, uji wako pia unakuja kuandaa baadhi yako juu ya uchaguzi wa 2028 au unakuja tu kutembea leo tuko 2025 uko mbele kungali miaka tatu kwa hiyo hilo swala hatuwezi kulizungumzia mimi nilipendelea kuja kusalimia wangu na nitaikana ndugu zangu chini na lile wanaweza kuniambia ninaweza kurudia tena kwa vyombo vya habari kuwakilisha lakini kwa hiyo wakati nimekuja niko katika onje tunakushukuru asante sana ndugu mtangazaji

pasipokuangalia kabila na vile tunaitisha wengine watu ambao wako na moyo safi wakuyejiunga kwetu, kwa maendeleo ya mzuri ya fisi. Kuniaba ya coordination centrale, nilipanda barua ni Saint Clovis coordinateur centrale wa Jemat, naita watu wote wakuye kujiunga na sisi na tutumike nao pamoja.